Sio siri kama kandanda ni moja ya mchezo wenye gharama sana ulimwenguni, ambapo wachezaji wake hupokea mishahara mikubwa na minono. Leo tunajadili wachezaji kumi mashuhuri wa kandanda. Ni nani anaongoza kulipwa katika mwaka huu wa 2025? Orodha hii imetokana na gazeti kubwa na maarufu la kimarekani linaloitwa Forbes. Gazeti hili linachapisha nakala mbalimbali mbali za michezo, uchumi, sayansi, teknolojia na kadhalika. Namba kumi, mfungua dimba wa top 10 yetu leo si mwingine bali ni Kevin De Bruyne, mchezaji anayechezea timu ya Manchester City. Mshahara wake mpirani ni kiasi cha dola milioni 54 malupulupu mengine nje ya mshahara wa mpira ni kiasi cha dola milioni sita na ushe. Mchezaji huyo kiungo wa kati wa Ubelgiji amekataa ofa nyingi nono kutoka kwa klub tajiri za sa Saudi Arabia na kuamua kubaki kwenye timu yake ya Manchester City. Hata hivyo, mashabiki wake wamekuwa wakilalamika kuwa kiwango chake cha uchezaji kimeshuka katika msimu huu na kuna tetesi kwamba labda mwaka huu anaweza kupokea ofa kutoka kwa klabu za ligi kuu za Marekani na huenda mchezaji huyo akakubali au akakataa. Namba tisa. Nafasi hii tunakutana na mchezaji Sadio Mane. Ulikuwa mshutuko kwa ulimwengu wa kandanda wakati mchezaji huyo alipotangaza kama anaondoka timu yake ya Bayan ya Ulaya, timu maarufu na kubwa duniani, na kuamua timu ya Al Nassr anayochezea sasa. Ilionekana kama uamuzi wake ni mbaya, kwa sababu mashabiki wake waliona kwamba kuondoka timu maarufu kutamfanya mchezaji huyo kupoteza umaarufu, kitu ambacho ni muhimu sana kwenye mchezo wa mpira. Hata hivyo, maoni hayo yalisitishwa haraka sana baada ya kubainika kuwa sehemu kubwa ya mshahara wa mchezaji huyu hutumika kufadhili miradi mbalimbali ya kupunguza umaskini katika nchi yake ya Senegal. Kwa kweli mchezaji huyu hachezi mpira kwa maslahi yake binafsi, ila pia kwa uzalendo wa nchi yake. Mshahara anaolipwa mpirani ni kiasi cha dola milioni 74 na laki tatu. Na nje ya mpira cha dola milioni 6 na laki mbili. Namba nane. Namba nane tunakutana na bingwa wa mpira Muhammad Salah, mchezaji mpira bora zaidi wa Kiafrika katika ulimwengu wa soka hivi sasa. Muhammad Salah ana mamilioni ya mashabiki duniani kote, na msimu wa mwaka 2024 hadi mwaka 2025 akiwa na Liverpool ulikuwa wa ajabu. Ushawishi wake kama mmoja ya wanasoka mashuhuri wanaopendwa zaidi duniani, nje ya uwanja, umemfanya apate mamilioni ya mikataba ya kuidhinisha bidhaa mbalimbali. Mohamed Salah klabu anayochezea ni Liverpool FC. Kiasi cha mshahara anaolipwa ni dola milioni 54 na marupurupu mengine ni dola milioni 27. Namba saba, namba saba tunakutana na Vinicius Junior. Mchezaji huyu anatoka klabu ya Real Madrid. Kiwango cha mshahara anachopokea ni dola milioni 61.9 na, na, na malupulupu mengine. Ukiachana na mshahara huo ni dola milioni 23. Vinicius Junior ni mmoja wa wachezaji wa kandanda wanaolipwa vizuri zaidi wa umri wake. Umri wake mdogo wa miaka 24, inatarajiwa kwamba kiwango hicho kitaendelea kupanda zaidi kwa miaka michache ijayo. Mchezaji huyo amekuwa na klabu yake hiyo ya Real Madrid tangu akiwa na umri wa miaka 18, na anajivunia vikosi vya mashabiki kutoka Amerika Kusini akiwa na mataji mawili ya ligi ya mabingwa ya UEFA chini ya ukanda wake tayari. Siku zijazo zinaonekana zitakuwa nzuri sana kwa mchezaji huyu namba sita. Namba sita, tunakutana na kinara wa mpira Erling Haaland. Mchezaji huyu anatoka klabu ya Manchester City. Mshahara wake mpilani ni kiasi cha dola milioni 54 na pointi tatu. Mshahara wake nje ya mpira ni dola milioni ishirini na moja na pointi sita. Mmoja ya wafungaji hodari zaidi wa mchezo wa kisasa, Erling Haaland anavunja rekodi za ufungaji popote anapokwenda. Msimu wake wa kwanza akiwa na Manchester City, mabao yaliyofungwa kwa kiasi isiyoweza kufikirika na kusaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza mara mbili. Mchezaji huyu atakuwa na matumaini ya kufanya athari zaidi kwenye kiwango cha kimataifa. Namba tano, namba tano inashikwa na kipenzi cha watu, Neymar. Neymar anachezea klabu ya Santos FC. Mshahara wake mpilani ni kiasi cha dola milioni 71 na laki mbili. Mshahara wake nje ya mpira ni dola milioni 46 na laki nne. Malupulupu hayo ni pamoja na ndege ya binafsi, magari na majumba ya kifahari yenye wafanyakazi kedekede. Kukaa kwa muda mfupi kwa Neymar kwenye ligi ya Saudi Pro, ambapo alicheza na Al Hilal, haikuwa kitu cha kuandika nyumbani. Alicheza mechi tano tu kabla ya kuvunja mkataba wake na kurudi kwenye klabu yake ya utotoni. Mchezaji huyo katika mda huo mfupi aliochezea Saudi Arabia aliruhusiwa kuvunja sheria za nchi hiyo, sheria inayosema kwamba wanandoa hawaruhusiwi kuishi nyumba moja kama hawajafunga ndoa, ambapo mchezaji huyo aliruhusiwa kuishi na mpenzi wake Bruna Biancardi. Kitu kingine kuhusu mwanadada huyu inasemekana ni mwanamke asiye na wivu hata kidogo, kwani amemruhusu mchezaji huyo kuwa na wanawake wengine kwa masharti kwamba iwe kwa siri, kuto kuwabusu wanawake hao mdomoni na kuvaa kondomu. Ama kweli mwanamke huyo ni wa kipekee. Namba nne. Namba nne, tunakutana na kipenzi cha wadada Kylian Mbappe akiwa na umri wa miaka 25 tu, Mbappe tayari ni mmoja wa wachezaji wanaouzwa sana kwenye mchezo leo, akipata mshahara wa ajabu juu ya mikataba inayoongezeka uidhinishaji. Mchezaji huyo anatokea klabu ya Real Madrid, na kwa sasa mshahara wake ni dola 108.3 mpirani. Mshahara wake nje ya mpira ni dola milioni 30. 9. Inasemekana kuwa mchezaji huyu alipewa ofa ya ziada ya dola bilioni moja kutoka kwa Saudi Arabia alipokuwa akiondoka Paris Saint-Germain lakini akaishia Real Madrid. Kylian Mbappe ni mmoja ya wachezaji wenye umri mdogo sana na wanaolipwa pesa nyingi mno. Na sasa tupo katika top 3 au top number 3. Na hapa tunakutana na gwiji Karimu Benzema. Mchezaji huyo anatoka klabu ya Al Itihad na mshahara wake mpirani ni dola milioni 155. Ukiachana na mpira uki na, na marupurupu mengine ni dola milioni 6. Mshindi wa tuzo ya Balon Dor, Karimu Benzema alikuwa mmoja wa wachezaji wa kwanza kujiunga na Saudi Arabia Pro League wakati wa kunyanyua ligi kuu za Ulaya misimu michache iliyopita. Kiwango cha Benzema na klabu ya Al Ittihad kimekuwa kikipanda na kushuka tangu ajiunge nayo. Na anapokaribia mwisho wa mkataba wake mkubwa aliyosaini kujiunga na klabu hiyo, wengi wamekuwa wakijiuliza iwapo ataendelea na klabu hiyo au ataondoka. Namba 2, nafasi hii imeshikwa na mchezaji maarufu sana duniani, Lionel Messi. Mchezaji huyu anatoka klabu ya Inter Miami. Mshahara wake mpilani ni dola milioni 93 na mshahara wake nje ya mpila ni dola milioni 116. Jamani, jamani, ni nani asiyemjua Lionel Messi? Mchezaji ambaye ameshinda takriban kila taji kubwa analoweza na amebakiza mwaka mmoja tu kwenye mkataba na klabu hiyo ya Inter Miami. Mapato ya Messi uwanjani yanakuzwa na uidhinishaji mzuri sana nje ya uwanja. Mchezaji huyo ana madili na makampuni makubwa sana ulimwenguni kama Adidas, Apple TV, Kanomi mwaka jana pia alianzisha kampuni ya uzalishaji inayoitwa 525 Rosario. Hapa tunaona kwamba mchezaji huyu sio mchezaji tu, bali vilevile vile ni mfanya biashara. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba Messi ni mmoja ya wachezaji magwiji katika wachezaji wote waliokuwepo hapa duniani. Mchezaji huyu kama unataka kujua anatufundisha nini? na video yangu nyingine niliongelea kwa undani kuhusu mchezaji huyu. Ukienda kwenye list ya video zangu utaikuta. Na sasa, ndugu watazamaji, tunafika kwenye namba moja. Namba moja ya wachezaji wanaolipwa pesa nyingi duniani kwenye swala la kandanda, si mwingine bali ni Cristiano Ronaldo. Mchezaji huyu anatoka klabu ya Al Nassr na mshahara wake ni kiasi cha dola milioni mia tatu arobaini na nane. Huo ni mshahara wa mpilani. Nje ya mpila, mchezaji huyu anapokea malupu yulupu dola milioni sabini na saba. Jamani watazamaji, hapa inabidi muelewe kwamba Ronaldo sio mwanariadha anayepokea pesa nyingi ulimwenguni mwaka huu wa 2025 bali ni mchezaji anayepokea pesa nyingi ulimwenguni katika historia ya wachezaji wote waliopita huko nyuma. Kwa kweli mchezaji huyu analipwa pesa nyingi sana. Mwanariadha huyu ni kipenzi cha watu wengi sana katika sayari hii ya dunia kwa sasa. Mchezaji huyo yupo kwenye mkataba wake wa kwanza na klabu ya Al Nassr ya Saudi Arabia. Tetesi zilizosambaa ni kwamba mchezaji huyo ataondoka timu yake ya sasa na kucheza kombe la dunia kwenye timu ya nchi yake ya Ureno. Hata hivyo, ukweli wa mambo anaujua yeye mwenyewe. Mchezaji aliyoshinda tunzo ya balo ndiyo mama mara tano bado ana ndoto kubwa ya kushinda kombe la dunia, ndoto ambayo kwa sasa bado hajaitimiza. Kitu ambacho mchezaji huyo amewahi kuwapa ni kwamba anataka kufikisha mabao elfu moja katika maisha yake ya soka na hata koma hadi atakapofikisha ndoto yake hiyo. Ndugu watazamaji, kuna kitu kimoja nimekigundua wakati nataja orodha hii ya wachezaji mashuhuri. Na kitu hicho ni kwamba Saudi Arabia kama nchi moja tajiri sana duniani imekuwa bize sana kununua wanasoka maarufu duniani. Watu wengi wanajua utajiri wa nchi za Kiarabu unatokana na mafuta. Ila sasa nchi hiyo inataka kubadilisha wasifu huo na kujulikana kama moja ya nchi iliyo vizuri sana kisoka duniani. Na ndiyo maana ipo biza sana kuleta vipaji maalum vya mpira kwenye timu yake ya Saudi Pro League au SPL. Nchi hiyo inawania kuchezesha kombe la dunia la mwaka 2034. Ila si kuchezesha tu kombe hilo, bali inawania kushinda kombe hilo pia. Natumaini leo umeokota mawili matatu katika video hii. Ungana nasi katika darasa la Shule ya Maisha kwa burudani, michezo, siasa, elimu na kadhalika. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.